Sase nyinyi watu ya Kajiado, mchanuke namsipeane kitambulisho. Hii kitambulisho inafanyiwa scanning. Utaweza pata jina yako imeondolewa kwa giste ama deed yako imeba, Don't give you ID. Na watu wachukue pesa pale kwa, Tunataka William Ruto upange GSU pale kwa ya State House. Usisumbue watu atiwapate pesa baadaye na alphabet. Hiyo kupotezea watu wakati. Uweke pesa hapo na magunia hapo kwa mlango. Hao wamasai wakiingia kila mtu elfu kumi anaingia ndani. Mama elfu kumi anaingia wapi? Au mmepadisha? Lakini sivyo kama atakubali kupadisha hii kasongo. Amenyolewa na Wakenya, pesa imeanza kupungua. Sasa kama ni kumi kama mchukue pesa kwa mlango. Mkifika pale baada ya maombi you give him one hour. Amudanganya, amudanganya, oh, housing nini nini ile uongo yake. Muamuke muende nyumbani. Mkishatoka kwa gate, mkifika kwa gate, mkiangalia nyumba muone, hamuone askari ya GSU, mseme nini hiyo? Tumemaliza, tumepangia kasongo. Kasongo apangiwe asipangiwe.